Ikabu, nyuma ni DJ Sek. Nimemwona pia mwanangu DJ Joe. I don't know where he is. Shout out kwa neto ambao wanatokea na ambao wametokea leo na huu ni msimu wa nne wa City Rap Battles. This is first battle. This is how it goes down. Nonmeletewa hey, sika mtoto fulani yeah, ana oh, rangi ya Kisomali Leo namkatakata kama kachumbari tol mtoto fulani a, uh, hali yake siyo shwari, kichoni amevaa vicheni na hizi nguo kaza mashineni. Dogo, mbona umekaa kinyonge? Unajiita mtoto wa tauni wakati umetoka Njombe. Eh, naona unatikisa kichwa leo kama kete mfukoni, ninakuficha mdogo mjanja. Navyo viatu vyeupe wiki nzima umevaa, vimekuganda kama kupe. Aba mfukoni umevaa kata ama kikuku, bwana mdogo, kichwani umenyoa kiduku. eh, sasa ukinuna ndo unazani unanitisha? Kati ndo kabisa, nakuona kama Aisha, umeshavuta bangi unazima kama ruku, unipeleka kwenu, mi nakona kama Zuchu yeah. ah. Chia, ongea kidogo, bwana mdogo, unikununikune na hicho kichogo. Unaonekana kabisa mtu wa ndogo. yeah, yeah. ah unatingiza kichwa mtoto mdogo, leo nakupa basa, umekuja hapa <laughs> Kwanza navyokuangalia, kwa unasikitisha, nikikupitisha upiti yata kwenye dirisha, nikisema Yaani na maanisha mtoto uniwezi wezi, yaani unaitwa Aisha, unasema vyangu vyeupe we vyako vyekundu, na kupiga ngumi mpaka na kutoa kinundu. Mtoto mdogo kama wewe kwana kumbukumbu, mimi mwenzako nimesoma shule. Okay, sitaki kuongea sana bloken. Mtoto kama wewe stejini uondoke, inafaa ulale, wamke kesho uwai shule, si unajua? Sasa hivi dogo, elimu bure, shauri yako. Mimi mwenzio uni uniwezi kwenye kuchana, wanasema sitelezi kisha wachana malapa kibao kinyelezi. Yeah. Uh, yeah. kama wewe like malapa wadogo amniwezi, mnafuga tu mashavu wapumbavu, mnakula chipsi kavu na kisamvu. Mnachuma sana mitaani, mnafanya mambo ya kishamba, mnashindwa kudanganya, mnagombana dina mama nyumbani, hadi umasela wanashindwa kuapa kampani mnafurahi hiki mnachokiona, si ndio? I hope next battles zinakuwa zaidi ya hivi. Kama kuanza tu tumeanza hivi, hii inakuwa noma sana au vipi? Masuli, una kipi cha kusema? Jay Tozee, karibu sana City Rap Battles yeah. naona leo ni mara wako wa kwanza, kwa hiyo hata ile kujiamini kidogo kulikuwa kama kitete fulani hivi. Najua mbeleni au raundi naofuata utakuwa unaona unaanza kujiamini zaidi. Hii round mimi nampa Bobo MC, uh, yeah, Bobo MC, makofi kwa Bobo. Songa S O N G A. E bwana kweli, uh, bwana Jay Tozee, Toze Tozee. Oo uh, mimi nimekusikiliza wakati una freestyle mwanzo. Una una mistari mizuri, punchline zipo. The way tu ya kuzipangilia na kuzitoa faster faster, nadhani pengine labda kwa sababu ni the first time inakuwa kidogo inakupa changamoto, lakini najua wewe unafanya vizuri kama ukiwa na, na, na uendelevu huo. Kwa hiyo big up kwanza na karibu tena na tena. Uh, hii raundi ya kwanza amebado, hey, yes, raundi moja nasema. Kwa hii raundi ya kwanza amechukua Bobo MC, oh, yeah. Kwa hiyo asikate tamaa kwa sababu round ziko mbili na yeye ndo hii experience anaipata, hopefully yeah, yeah. Round ya pili atafanya vizuri na next time, pia endapo atakuja. Round ya kwanza Bobo MC amechukua. Bobo MC amechukua. kutoka kwa Songa. Ahai. Pima wenge. Ya, ni kama alivyosema Songa, bwana Tozee, nadhani Bobo alichofanya ni kuku, kukukaribisha aa, na kukupa utaratibu bwana hapa. Kwa ana hapa hatufanyi tu freestyle kwa sababu unajua nikitoka kina hiki kitafuata kingine hapa, pia tunatakiwa tushambuliane Ndo maana yeye yeah, anakushambulia kwao, kuna yeah, raundi nyingine ya kujua mchezo ulivyo, ujitetee ama upoteze, lakini mfumo ndo unaenda hivyo. Kwa hiyo hii nitampa Bobo. Okay, kura zote tatu kwa raundi ya kwanza amechukua Bobo MC. Bobo, Bobo. <laughs> <Woo>. <laughs> Sikia biti kwanza, inasikitisha na mistari nayo chana dogo, inamaanisha. Mwanzo nilikuchana lakini saizi naamua tena kitu kufanya, kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Dogo pozi lako ni kama katuni, unavolap labda ulap katuni, alafu shati yako kama inakunguni. Nisikilize dogo, silapu uongo, umeamka una matongotongo kazi zako unafanya bila ubongo, confuse kila kitu so mchongo. Hapa nilipo wenzio wananijua, we ni kuku na kuchinja tena bila ya dua, unatambua. Kukikucha watoto ka nyinyi na wazamazama sana chumvini, alafu nachopenda fanya bwana, mimi nkilewa uwaga mimi najiamini na chinja, chinja napiga mapanga idiamini, wananijua East Africa, jina langu mimi so kwenye freestyle bwana mdogo kwa makini kama ni unanichekesha Bobo MC au tayari umeshavesha, mtoto mdogo webi show, sikilize, leo nitakukaba hilo koo, ah uh. Sijaona kipi kitachofanya unishinde webi show, ikibidi na hizo nyusi uzitinde, nyinyi ndo wale unaonekana ka upinde, nyinyi ndo mnaosemaga umebakwa ila kwa mbinde ah uh. We ni kuku kweli kuku mwenye kideli, leo umevaa minguo yako kama jokeli, bwana mdogo unafeli, ndio nyumbani unipikie, unaonekana wema mantilie, ndio Bwana mdogo ndio, sema basi, kwio naonekana kama Zuchu. Bwana mdogo utaki demu unataka kupiga pu ndio. Uh, unaishi kihuni, bwana mdogo nakuona kama katuni. Huna demu wala mke nauni, mwaka wa kumi. Mshukuru sana mtu aliyegundua sabuni. Iki kicheni chako naomba unipe. Bwana mdogo ni vipi? Kwani hujashiba? Unaonekana kabisa umekuja njaa, huna furaha. Unafanya bado kisa kusaka chapa. Bwana mdogo unadanganya. <tosho> <tosho> okay. Ah, round ya pili Masli. Kwanza big up kwa Jay Toze. Nimeona kidogo sasa hivi. Japo bado kidogo sauti yako inakuwa kama si ni mic, ni wewe mwenyewe kwa sababu akishika huo anakuwa anasikika loud and clear. Sisemi kwamba tujia kusikia; tumekusikia fresh. Na nimependa at least nimesikia sasa hivi kuna vitu fulani. Kitu kingine pia nachoweza kuambia Bobo pia, usi over confidence. Yani, yani ukipata hiyo ya kwanza ikiwa raundi ni mbili, ujui mpinzani anakujaje. Next time mwanza kujikuta umepoteza kirahisi, kwa sababu umeona ya kwanza ushampiga, umemchukulia mnyonge. Ujui watu second half wanarudi vipi. Kwa kama namaliza maliza, tunayo ya pili ukianza. Mimi nitatoa sare. Sare, okay. Uh, Uh, P the MC. Uh, to be honest, nimesikia makonde makali sana kwa Tozee. Tozee minakupa, brother. Utoka Songa. Ebwana, kama nilivyosema awali, mi Tozee nimeona ni mtu ambaye anarusha makonde mazito. Yeah. Shida ni moja tu katika kuyawasilisha kuya, kuya, kuya kuna kuwa hamna ile nguvu au yeah. sijui ni confidence anakosa kiasi kwamba mwenzake akishika mic anasikika vizuri, lakini anatupa yeah. makonde vizuri yeah, beat inaenda naye vizuri lakini, yeye akishika mic inabidi labda madiji waanze kuchezesha tena, kuchezesha pale yeah. sound na vitu kama hivyo, kwa hiyo hali yake imekuwa ngumu kidogo. Yes, lakini makonde anayorusha ni makali sana huyo jamaa. Yeah. Yeah, sana, sana, makali sana, makali sana kwa hiyo nikifanya comparison mimi nitaipa sare kama alivyosema Masulii. Oh yeah. Yeah, so ni like... sare sare pia kutoka kwa Songa by the way. Uh, ame amepita Bobo, sababu ya kwanza alichukua kote. Hii imekuwa sare kutoka kwa, kwa majaji wawili, so makofi kwa Bobo. Uh, lakini pia shout out kwa mwanangu Jay Tozee, karibu yeah. sana. Nahisi ulikuwa labda ni uoga tu, labda unajua hata Bobo pindi anafika alikuwa na tatizo hilo, lakini saizi amemaster mchezo, si ndio?